Thank you very much. Asante Mungu Baba wa mbinguni. Kila lenye mwanzo alikoskwa na mwisho. Sasa hivi, sasa hmm, Mungu amekwenda kufungua baraka <laughs> alhamdulillahi, kwa sisi wa Kristo. By the way, Kajala you my my lovely one my sister in law <laughs> wenye vijimba vya roho kazi kwenu, ndugu zanguni, milima ikutani, binadamu wanakutana. Kilichopangwa na Mungu binadamu huwezi kugembua. kukembua utakemguaje? children Kajala children kabisa, ndugu yangu children, nisamehe Kajala, mdomo wangu una furaha Mdogo wangu Garabi, ole wako Garabi, ole wako, ole wako, ole wako namna hiyo. Kajala, i love you so much, nakupenda sana, from the bottom of my heart, kutoka kwenye moyo wangu. Samcha upole, unamuona mama Kajala. Mtunze huyu baba, mtunze, enjoy maisha. Garabi, iwe mwanzo na mwisho. Nakuomba Garabi, usionekane una mkosi. Kajala, Kajala, Kajala, Kajala, Kajala. Promise me. Yes yes yes. Say yes. yes, or or no? no? say say Say please. Please. <laughs> Look Look Look at at them. them. Are are they, they happy? Wow. Wow. Wow. Wow. Baby, baby. nataka neke kidogo. Kidogo, Love is beautiful thing. Look at them. Look at them. Ndugu yangu ume glow siku mbili tu. Kajala look ume glow ndugu yangu, two days, I like it, wow. Garabia hata kujua nani kaandaa shughuli yote hii, alioisimamia mapambo, kila kitu, dambu dambu, ili atujibu, ili atujibu kwanza. is of But I I don't know nice. Um, ideas In terms of, okay. Ah, Paula, wow, so amefanya kwa ajili ya penzi la mama yake. Watoto wachache wenye moyo kama wachache